Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: ee Mungu, nakushukuru kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali thubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila jikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Watu wa Mungu, twendelee kunyenyekea mbele za Mungu ili uweze kwa wakati wake. Ikiwa ujumbe huu umekubariki, usiache ku like kusubscribe na kushare, ili uwafikie watu wengi zaidi. Asante kwa kuendelea kufuatilia chaneli yetu ya Bible Light. Endelea kubarikiwa.